Hiyo ni habari kwenye gazeti la Mwananchi inasema Zanzibar na Msumbiji kuimarisha ushirikiano. Lakini sababu za papa mpya kujiita Leo wa kumi na nne, sababu za papa mpya kujiita Leo kumi na nne. Ahueni wanaotumia gesi kwa magari na bajaji, lakini mpasuko wa ibuka na mvutano, mpasuko wa ibuka na mvutano mapya ya Chadema, heche awarusha, heche awarusha tuhuma wanaojivua wanachama atoa wa msimamo wa kwenye tamaa za fedha viongozi. Mrema ajibu akitaja sababu za kujiondoa, makada wengine wajiondoa. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Mwananchi ukurasa wa mbele. Lakini serikali yalijibu bunge la umoja wa Ulaya, serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania alijibu bunge la umoja wa Ulaya. Hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa sita kwenye gazeti la Mwananchi. Pata nakala yako kwa habari kwa kina, na tukiachana gazeti la Mwananchi tuangazie kwenye gazeti lako la Nipashe mwanga wa jamii kwa asubuhi ya leo, inaanza na habari inayosema bosi mpya wa TANESCO ahidi mambo makubwa. E, bosi mpya wa TANESCO ahidi mambo makubwa. Lakini makala ataka waziri urega kuonja shubiri ya barabara, makala ataka waziri urega kuonja shubiri ya barabara. Zanzibar na Msumbiji kuimarisha ushirikiano, undani wa Papa Leo wa 14 unapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe. Lakini bado kuna habari inaosema wabunge waonya ucheleweshaji fedha miradi ya maendeleo, wabunge waonya ucheleweshaji wa fedha miradi ya maendeleo lakini basi mwendo kasi gesi la na mwendokasi naotumia gesi la wasili ya rasmi Dar es Salaam. lakini wa migogoro, mabalozi wajumbe wapewa elimu ya utatuzi wa migogoro yoni. Habari inapatikana ukurasa wa, wa ukura saba ndani ya gazeti lako la Nipashe. Pate nakale yako kwa habari kwa kina. Na tukiachana gazeti ya Nipashe, tuangazia gazeti lako la Habari Leo linaandika Padri Mkwara afariki dunia. E, Padri Mkwara afariki dunia. Lakini Tanzania Msumbiji wa geuki ya uchumi. Tanzania na Msumbiji wa geuki uchumi. Rais Chapo ahidi kujifunza uwekezaji Zanzibar. Lakini amaliza ziara angani agana na Rais Samia. Yeye ni habari ukurasa wa pili. Lakini ukurasa wa tatu kuna habari inasema Msuya kuzikwa Jumanne Usangi. Eh, Msuya kuzikwa Jumanne Usangi. Malasusa chungeni amani. Habari ukurasa wa tatu. Lakini kituo kikubwa cha Afrika kujaza magari ya gesi chazinduliwa. Kituo kikubwa cha Afrika kujaza magari ya gesi chazinduliwa. Papa Leo wa kumi na nne mwenyeji Tanzania. Papa Leo wa kumi na nne mwenyeji Tanzania. Habari ukurasa wa pili kwenye gazeti lako la habari leo, upata nakala yako kwa habari kwa kinam. Tukiangazia gazeti lako la busati linaandika e, eh, vivutio maarufu kwa utalii Afrika, Serengeti, Kilimanjaro kama kawaida e, eh, tembea kifua mbele kuisemea nchi yako. Lakini kuna habari inayosema Sabu Goldi yataka usafirishaji dhahabu huyu ndiye swala e, Tom. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Busati lakini kwenye gazeti lako eh, tuangazie gazeti lako la Jamvi la Habari linaandika matumizi ya nishati safi ya kupikia kuvunja rekodi. e, eh, gazeti la Jamvi la Habari linaandika matumizi ya nishati safi ya kupikia ya vunja rekodi eh, Dr. Mteko abainisha hiyo ofisini eh, kwa kila jini Dar es Salaam alipotembelewa na balozi wa Japani nchini Tanzania Mheshimiwa Yushin Mikami eh, ilo ni gazeti lako la jamvi la habari. Lakini kuna eh, habari inayosema makala kususa kwa CHADEMA uchaguzi mkuu ni mserereko. Ilo ni gazeti la jamvi la habari inasema makala kususa kwa CHADEMA uchaguzi mkuu ni mserereko, sisi mwenye habari ukurasa wa tatu. Lakini pongezi kwa Papa Leo wa 14, kila kona ya dunia. Pongezi kwa Papa Leo wa 14, kila kona ya dunia. Na gazeti lako la wamachinga sauti ya wanyonge linaandika Chadema kwa zidi kuchafuka, watano watangaza kuhama. E, Chadema kwa zidi kuchafuka, watano watangaza kuhama. Tanzania na DRC si kukuza uchumi kupitia bandari. Tanzania na DRC si kukuza uchumi kupitia bandari. Lakini Kapinga azindua kituo mama cha gesi asili iliyoshindiliwa. E, lakini mabalozi wa jumbe 2200 wanufaika na elimu ya utatuzi wa migogoro wa Songea. Dr. Biteko matumizi nishati safi ya kufikia asilimia 75 mwaka 2030. Huyo ni Dr. Biteko asema matumizi nishati safi ya kufikia 75 mwaka 2030 na thelathini lakini gazeti lako la Mwanahabari lenyewe linaandika habari eh, kubwa. Waziri wa afya East Africa waridhia uanzishwaji wa vituo viwili vya umahili vya kikanda Tanzania. Mbunge Asenga, Rais Samia ameifanyia Kilombelo kupitia leo, mvua kubwa. Mbunge Asenga, Rais Samia ameifanya Kilombelo kupitika leo eh, na mvua kubwa. Serikali yazishikiria sekta binafsi mpango wa taifa wa nishati lakini Kapinga azindua kituo mama cha gesi asili Dar es Salaam. Mamlaka za maji zatakwa eh, kufanya tafiti za kina yule ambari inapatikana kwenye gazeti la Mwanahabari, eh, gazeti bora kabisa ukurasa wa mbele. Lakini Zanzibar Leo gazeti lako linaandika Dr Haruni awataka wakuu wa taasisi kusimamia nidhamu, lakini waazimia kushirikiana kiuchumi. Huyo ni Dr Mwinyi amkaribisha rais wa Msumbiji wa azimia kushirikiana kiuchumi. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Zanzibar Leo. Lakini bado kuna habari inayosema, Dr Mwinyi kuzindua ZHC connect Afrika itumie teknolojia kukuza uchumi. Huyo ni Hemedi. Lakini kanisa Katoliki lapata papa mpya eh, huyo ni Leo wa 14, eh, Roberto Privosti, eh, kanisa Katoliki kupata papa mpya. Lakini gazeti lako la Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza linaandika omh mapato yasiyo ya kodi yafikia bilioni 749, hadi Mei 7. Dr Mwinyi kutumia uzoefu wa Msumbiji sekta mafuta na gesi, hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la taifa Tanzania Uzalendo Kwanza. Lakini Uhuru, gazeti lako la Ukweli Daima linaandika eh, Rais Mwinyi anika fursa ziara ya Chapo. Rais Mwinyi anika fursa ziara ya Chapo. Kardinali Roberto Privosti, mrithi wa Papa Francisco. Lakini TPDC udati waandika historia wizara ya katiba yanufaisha mabalozi na wajumbe 200 2200. Lakini rais Samia kuongoza kumwaga mzee Msuya. Ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za mbele. Lakini tukiangazia kwenye michezo na burudani, tunaanza na gazeti lako la Uhuru linaandika Mtibwa Shuga ya tamba. Lakini Fadlu Davis yafunguka siri ya ushindi Simba. Yanga yamshtua Mgunda. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru, ukurasa wa michezo. Lakini Taifa Tanzania kuna michezo inaandika GSM ampongeza Rais Samia kuleta mapinduzi ya soka, lakini vijana kuwa nyima kura wa bunge walioshindwa kuendeleza michezo katika majimbo yao. Lakini Alonso aga rasmi Bayani Leverkusen, Alonso agar rasmi Bayani Leverkusen, huku awa kinara wa magoli mzizi, aongoza wazawa zawa. Hiyo ni gazeti lako la Taifa Tanzania lakini gazeti lako la Zanzibar leo linaandika Dokta Mwinyi kufungua viwanja vya Maisara kesho. Fadru atoboa siri ya ushindi Simba KVZ na Zimamoto yazima ndoto za Mlandege kukaa kileleni. Hilo ni gazeti lako la Zanzibar leo. Lakini bwana habari gazeti lako linaandika yao huenda akapewa mwaka mmoja. Yanga kumekucha, leo tulia marathon. Lakini kuna habari inasema Msuva awapa angalizo Simba ikienda Moroko. Lakini kuna habari inasema watamani ufungaji bora MVP, Man United Tottenham finali Uropa. Ni Man United na Tottenham fainali Europa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari ukurasa wa michezo. Lakini Wamachinga gazeti lako kwenye michezo linaandika tulia marathon ya pamba moto Mbeya, Manula bado lulu dirisha la usajili. Singida Black Stars yapania kumng'oa cha sambi Simba. Max Nzegeli akili yangu ni kuipa ubingwa Yanga lakini gazeti lako la Nipashe linaandika Pakome ashusha presha Yanga. Ni baada ya nyota huyo kukubali kuwa eh, kubakia Jangwani katika msimu mpya. Lakini Simba yafikisha mechi 19 bara bila kupoteza. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kurasa wa michezo. Lakini gazeti lako la Spoti Masta linaandika hii ndio Simba goli la mama la watisha wa Arabu midudi mtakubali tu kwa Pakome kimenuka, Yanga yaamua Uh, ya mwa moja uh, lakini huu sasa mwendo wa kukaza buti, ilo ni gazeti lako spoti kwenye kurasa za michezo. Lakini jamvi la habari kwenye michezo linaandika mechi ya Simba na KMC kupigwa Dar es Salaam, Yanga kurejea ligi kuu kuivaa na mongo. Hiyo uh, ni habari inapatikana kwenye gazeti la jamvi la habari uh, ukurasa wa michezo. Lakini bado kuna habari kwenye gazeti la, la busati ukurasa wa michezo linaandika Simba hii sasa mbaya ya ramba tu viporo sasa walio juu kitete, lakini Yango gado. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Busati. Lakini gazeti lako la Habari Leo linaandika Fadu, tutashinda kila mchezo wetu. GSM aipa Yanga ubingwa, pazia ligi championship kufungwa leo. Lakini Kamilioni atembelea Profesa J e, Kamilioni amtembelea Profesa J. Alonso kuondoka Bayani Leverkusen. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo